Askofu Gwajima kwa, kwa kifupi sana atoe shukurani kwa niaba yetu sote. Sijajua vizuri tunavyokaa. Ah, yuko hapa mbele kabisa. Asante, endelea tu. Uh, Mheshimiwa Spika. Naomba nikushukuru sana kwa kunipa fursa hii ya kusema maneno machache kwa niaba ya wabunge wenzangu. Najua kwamba leo kuna mabunge mawili humu ndani. Uko wewe, Mheshimiwa Spika, lakini pia yuko Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa sababu hiyo nimezingatia protokali hiyo lakini tu niseme kwamba hotuba ya mheshimiwa rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa overwhelming wazungu wanasema, ni hotuba ambayo, ni hotuba ambayo akili ya kawaida ya binadamu haiwezi kuibeba unless umepata ufunuo kutoka kwa Mungu wa mbinguni. kwa sababu hiyo inanipelekea kusema tu shukrani kwa kwako wewe Mheshimiwa Spika. Kwanza ni kushukuru sana kwa jinsi ulivyochaguliwa kwa kura nyingi na bunge hili kuwa spika wa bunge la 12. Pokea kongore za waheshimiwa wa bunge, lakini pia ni mshukuru Mheshimiwa Rais pia kwa namna alivyochaguliwa kwa kimbunga cha kura nyingi na akaidhihirishia Tanzania na dunia kwamba mwelekeo wake ni mwelekeo salama. Pia nimpongeze sana kakangu ndugu yangu Mheshimiwa Rais wa, wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi kwa jinsi alivyowageuza kichwa chini miguu wapinzani wake kule Zanzibar na akatudhihirishia kwamba yeye ni nguli na ni jabali na hakika ni daktari si tu wa watu, lakini daktari wa siasa pia. Asante sana Mheshimiwa mwingi Na kwa sababu hiyo nisema maneno machache ambayo waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Sir Winston Churchill aliwahi kusema. Alisema kwamba If you have a destiny and you stop everywhere throwing stones to the dogs barking at you, you won't alive to your destiny. maana yake ni hii. Kwa wagogo labda hawatanielewa, nifafanue. Ukiwa unasafiri halafu, kama unasimama kila mahali kumtupia mawe kila mbwa anayebweka, hutafika safari yako. Mheshimiwa Rais, waache mbwa wabweke tuendelee na safari yetu ya kutimiza ilani ya kurasa 303. Waziri Mkuu Winston Churchill alisema let them back for their enjoyment but keep your cause. Maana yake kwamba waache wabweke kwa raha zao lakini wewe kaza mwendo. Lakini pia kwa projection hii ya hotuba yako Mheshimiwa Rais ni, ni muhimu niseme nikiri wazi kwamba hakuna beberu atakaye atakayekupenda kwa projection hii uliyoipanga kwa nchi yetu. You have just made a blueprint katika nchi yetu kwa mara ya kwanza kwenye historia ya nchi yetu nchi yetu kuweza kujitegemea kufinance uchaguzi wake na kuzuia fedha inayotoka nje inayotupa masharti ya mambo ya kufuata kinyume na tamaduni zetu za Kiafrika. Mheshimiwa Rais, is a blueprint not only for Africa but for the whole world as well. Umefanya jambo ambalo dunia yote imestaajabu na mabeberu wote umewaacha midomo wazi. Asante sana Mheshimiwa Rais. umeongea mambo ya ajabu katika hotuba yako. Wakati unazungumza uliposema kwamba utaruhusu maduka yafunguliwe na dawa za kienyeji zianze kuuzwa. Mheshimiwa Nape hapo